Kwamba wakulima katika kaunti ya Bungoma wanaitaka Wizara ya Kilimo kugatua usambazaji wa mbolea ya ruzuku ili isafirishwe hadi maeneo ya mashinani. Wakulima hawa wanadai kwamba wanagharimika sana kwenda hadi kwenye maghala ya bodi ya nafaka nchini. Huko Bungoma uh, kununua mbolea na kisha kuisafirisha hadi majumbani. Wakulima hao wanaotoka maeneo ya Tongaren, Mlima Elgon na Sirisia wanasema kando na gharama ya usafiri wanapoteza muda mwingi kwenye foleni ndefu katika maghala hayo. Pia wanalalamikia kuwepo kwa madalali wanaochukua mifuko mingi ya mbolea NCPB na kisha kuwauzia kwa bei ghali. Sasa miguja karibu kama uko bisunuu takuwa metusaidiasuu Bisunu. Heri ya busi he hey. Na wakaribisha huko hii mbolea wangetusaidia tu wangeenda wakaenda wangetusa, mpaka kwa sub county. At least ingekuwa ingekuwa mzuri, lakini kukuja mpaka kwa county huku kweli ni mbali, tena watu ni wengi. Ukikuja asubuhi mpaka saa hii, wenye tulikuja saa kumi na mbili mpaka saa hizi ndio tunapata mbolea inaelekea saa tisa. Wale wa wa, wa, wale wa middlemen ambao wanachukua mbolea kwenda kuuza kuuzia raia hapo chini Yani kama brokers. Let me use the right word, brokers. Wanakuja wanabeba mbolea kwa wingi, unapata mkulima wa kawaida kitambufikie mbolea inakuwa ni balaa katika usafiri wa mbolea kubeba mbolea kutoka Sio Port. Kutoka sasa, kuna wakulima wengine wanatoka huko Bisunu, wanatoka Sirisia, wanatoka Mount Elgon, wanakuja hapa Sio Port usafiri. Sinaomba serikali kuangalia tu mabarabara, kulima mabarabara.